Tumekutana leo na wenzetu wa WorldFish. WorldFish ni shirika la kimataifa ambalo linafanya kazi zake kuhusiana na zaidi kwenye kukuza uvuvi pamoja na usimamizi wa uvuvi, na kuna huu mradi wa Asia African Technology Transfer ambao huu ume una lengo la kubadilishana uzoefu kati ya nchi za Asia pamoja na nchi za Afrika kwenye uvuvi, uhifadhi wa mazao ya uvuvi lakini vile vile na uhifadhi wa bahari zetu. Eneo la mwanzo ni la kitaalamu wanasema digital transformation, kubadilisha u, uvuvi ama taarifa za uvuvi kuwa za kidijitali. Kwa hiyo katika eneo hili kuna vifaa ambavyo tunaviita PDS ama GPS vimefungwa kwenye boti za wavuvi zinaonesha ile menendo ya wa wavuvi tangu asubuhi wa ametoka me maeneo alioenda kuvua na muda aliorudi. Kwa hiyo hii itatusaidia katika mambo mengi, ili kuweza kumshauri jinsi gani anaweza kupunguza ule uharibifu wa samaki ama bidhaa zilizovuliwa kabla ya kufika sokoni, ambao hii ni changamoto kubwa sana kwa mujibu wa shirika la kimataifa la chakula duniani FAO. Karibia ni wastani wa asilimia 30 ya mazao yanayovunwa hususan ya bahari yanaharibika kabla ya kufika sokoni, lakini eneo la pili ni kwenye upande wa upunguza wa mm uharibifu -hmm. Kwa hiyo kuwepo kwa miradi hii inatusaidia katika mambo mengi na inasaidia juhudi za Mheshimiwa Rais Dr Hussein Ali Mwinyi kuinyanyua Zanzibar kupitia uchumi wa buluu lakini vile vile kwa matumizi endelevu ya bahari yetu sabu tunajua tunapofanya uchumi wa buluu lazima tuwe tuna takwimu za kutosha na ziwe salama na ziwe zinapatikana kwa wakati, ili ziweze kutoa mwelekeo wa samaki wetu, mwelekeo wa mazingira yetu ya bahari, vipi tunaweza tukayatumia kwa njia endelevu. Katika mkutano huu tumezungumza mengi, baba wetu nafanya kazi vizuri Zanzibar, na unasifu sana kwa Zanzibar. Tumekuwa ni kinara na tu mfano mzuri wa kuonyesha wengine katika mradi huu tuna packages au kuna work packages na nne, ambao katika hizo nne Zanzibar tumetekeleza na moja, ambayo tunaita digital cost, yenyewe kazi yake hasa ni kusana taarifa za wavuvi ili kufanya uvuvi wetu Zanzibar kuwa bora na mzuri. Uh, tumeanza ku practice uh, kufanya mradi huu sasa ni miezi kama saba hivyo nane, na matokeo yake yamekuwa ni mazuri tarifa, kusana, ya kabisa, sana taarifa zimekuwa zikusanywa, wavuvi wameshirikiana sisi kwa hali ya juu kabisa. Tunashukuru sana ndugu zetu wavuvi na hii ni kwa sababu tumo katika jitihada ku transform au kusafirisha uvuvi wetu kufanya kuwa wa kileo na kisasa kama ambavyo azma ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi hasa anaazimia katika uvuvi wake. Kwa hiyo tuko watu kwa pamoja hapa leo kikao hichi, ili kuweza kuangalia sasa vipi tutaweza kuenda mbele ku move na hii na huu mradi na kuweza kupata vitu vingi zaidi katika mradi huu, kwa sababu mradi na packages nne ikiwemo kwa mfano kutoa incentives sio kwa wavuvi ikiwemo uh, kwa, kwa, kwa mfano mambo ya aquaculture, vilevile tukizungumza kuona vipi kujumia Zanzibar kama ni sehemu ya kuweza ku practice zote hizi nne na kufanya vuvi wetu, lakini pia na wakulima wa samaki katika maeneo ya Zanzibar kwa bora zaidi. Kwa hiyo uh, tumefanikiwa, tunashukuru sana wavuvi washirikiana zi sana. Tumefunga baadhi ya vifaa that katika boti zao PDS au trackers ambao inaonyesha hu anakenda sehemu gani kuvua, pia katika management ya uvuvi wetu jinsi ya kusimamia uvuvi vizuri katika la Zanziba, lakini pia tunaangalia uwezekano uaisha rifa hizi na nyingine ili kuweza kusaidia kupata masoko, lakini pia vilevile serikali taarifa za kutosha kabisa katika s wetu huu ambao unahita kufanya vizuri. Sasa, uh, kikubwa ilikuwa kwanza ni kuangalia kwa uh, mradi umefika kiasi gani na matokeo na maendeleo yote ya mradi kwa mwaka wote uliopita. Kwa hiyo kimekuwa kikao ambacho ni cha maana sana, ambao katibu mkuu ameweza kupata kujua ni nini kimekuwa kikiendelea kwenye mradi kwa muda wa mwaka mmoja, na pia ametoa mapendekezo ya, ya vile amavyoona mradi unavyokwenda na anavyotaka mradi uende kwa mwaka unaofuatia. Tunatarajia kuwa sisi kama wafuatilizi wa, wa mradi huu yale ambayo katibu mkuu ameyapendekeza tutayachukua, tutayafuatilia na kuboresha uendeshaji wa mradi huu wa AABS hapa Zanzibar.